So, uh, tumempata um, uh, Jiki Bwengo ambaye anaenda fainali sasa moja kwa moja tunamtafuta mpinzani wake si ndio? Okay, on the stage ni Bobo MC pamoja na KB MC. Bobo MC pamoja na KB MC Temeke versus Ukonga. Wapi ni wapi na kuna nani? Let's see. Oh yeah. Hii nao inaonekana itakuwa noma sana. <laughs> Okay, so ebana, round ni mbili, zingatieni lugha ah, dakika ni moja tu, anaweza kwanza kuanza yoyote. Yeah. Oya mwana, vipi? Mbona namung'unya biskuti? Naona ulivyovaa kama umekaa uchi, hizi nguo sio tomi wala guchi. Ebu nitazame nilivyo sio mzushi, nikishinda elfu ni hamsini ya tabuku skupi. Mi mwenyewe nilipo nimetoka mbali, maana hapa nilipo sio nilipo na kufanya kama ninavyofanya sio simple. Una madimples of course, kwanza na kuchuna kama ng'ombe, alafu una ngozi unasikia kiko oz, ebu cheki nchekidota jinsi gani mina kupa doz, unahitaji kipo doz, unachunusi nyingi usoni, yes of course, unatema mako oz kwenye lap na freestyle, wambie kuna viongozi, sio baba poa wa kuchana kwaza ujui na wamsha alfajiri nyem na jua asubuhi, hamkui watoto watachua mchui mkitamani bao moja nyua mwinui, eti kutwa rodi watu wanapiga hodi, unajiuliza vipi hapa tu kuna mgodi. Watu tulipokuja tumefata muda, shauri yako wenzio, si hatujaja kuzuga yeah. Ulijua oh, yeah. Hivi leo mekuwa vile na kua naenda kukuzika temeke pile kule mtaani lidogo, sinizoee umri wako mdogo kwanza bado jabalee mwanamke ujazijua hata tarehe za ta siku za tari hapo sijivinjari na kubatwa kwa mistari na utakaa chali na iwa atakusoma hadi kwenye abali upati zari upate hata mentali. Vipi kwenye bato o niletee kompleni Boshori mbaya afadhali atakicheni MC kwa fasi hapa, uleta zapopleni. Unapenda mibangi leo na kuvutisha kokeni, umekuja kwenye steji umeakanyaga Naona kuku chajabu leo jataga mistari kunipata KB utasuguagaga kisikia KB MC bora na kunaga. Naona mtoto leo umekuja kwanza kuatimba. Ya yeah, unamimba umekuja na umechimba. Unataka eti nikupe hela kulelea mtoto kae mzaa eti nitakulelea leo naona kwenye bato imepotea. Uh, raundi ya kwanza hiyo MC uh, hii moja kwa moja mendamba KB, KB MC mansuli yeah. <coughs> Bobo, ulivyoanza ulivyoanza fresh sana, umepiga umepiga umefika sekunde kama ya ishirini na nane si ishirini na tisa nikaona sasa unakuwa na freestyle tu makonde na kuwasia skii, lakini mwanzo nimesikia umeshambulia umeshambulia, kuna mda sana kana unatu kama unajisifia tu mwenyewe lakini huu jamaa yeye mwanzo mwisho anakanyaga tu. Kwa hiyo mimi pia kura yangu nampa KBMC. KB, KB, uh, songa uh, kwenye ku freestyle wote mme freestyle vizuri, lakini kwenye kubato mashambulizi uh, KB amerusha mashambulizi mengi ya kumuumiza uh, na yetu nani huyu Bobo, Bobo kuliko Bobo alivyorusha kwa, kwa KB yeah. Kwa hiyo mimi pia hii kura nitampa

MC umekuja chajabu ufikiri na kuonyesha KB mkali wa staili, yani kwangu hapa dogo utasubili, unataka mosho na kuwasha taili, wezi kuingia rodi kwa kutumia hiyo chuma na kuonyesha freestyle na kupa huduma. KB ni upepo unaona navovuma, ya unajifanya tunda leo na kuchuma, ya unakuja pande zangu leo tamoru, kisa mrefu ete weni tolu Kebi, unanivalia kiboshori, lakini kwa hizi staili uniwezi, we ni shori. Utakaa hapa hapa stejini MC kwa fasi. Kwanza kwa makini, atumia akili na disiplini. Ndo maana unapokuja nakutana na majini kama sisi simba, we fisi, unitishi hapa stejini. Uarishi, ukiarisha ujue mavi unayazoa. Hapo utajua kuwa wauni umetuboa. Muni kila stage hua nachomoa, nataka ninilohim nakungoa nakungoa, design ya kisiki nakunya kwenye bato, nataka tk yes, za kinunda napiga panchi kama gumi dogo, jiangalie kwanza, mimi somuhuni tofauti na wewe, unaitumia sabuni kila siku asubuhi unaingia bafuni. Okay, unatatu kama nike kwenye kofia na vuchana katu, usiwezi kurudia. Jinsi ulivyo umweupe, alafu unavutia, ungevaa dela ningekuita malkia. Unashuka wapi au unashuka buza? Nikushuke kwa mparange itakuja au leo mi nitapoteza muda? Basi nipe muda, itakuwa guda. Nakuzunguka naona kama nakukumbuka, dogo janja. Asubuhi nilivuta shuka nikamka simu yangu situkuta maana leo utapigwa simu isipoonekana humu ndani, watu wa wajaja kugombana, chana vizuri dogo, hatujaja sana kushindana, mstari na kuchana ni mikali bwana, mdogo tisheti yako sobei, gari mimwi zako nisha chana daftari, wananijua mitaani navochana, freestyle ni hatari, ipensi unaonekana kama shosti, alafu ukipewa buku kepeshu kwa kofreshi kwa songa, yeah, kama nilivyosema kabla wote mna freestyle vizuri sana. Uh, so mkishapita hiyo level tunaangalia level nyingine ambayo ni namna gani, makonde yapi mazito kumwelekea mwenzake. Kwa hiyo tukilinganisha kwa raundi hii, naona KB ameusha makonde makali mengi kwa Bobo MC. Oh, yeah, kwa hiyo round round hii hii mi nitampa tampa tampa KB. KB MC. Aha. Song na I mean Mansuri, yeah, round hii mi pia KB amechukua tena kwangu. Okay. P. Yeah, ah yeah. Uh, nikupe moyo bwana Bobo, uko vizuri sana brother. Yeah. Very very good yani. Hii hapa round mi niko naiona inaenda kwenye sare. Kuna namna kidogo tu ambao amekutangulia. Lakini kwa hiyo uh, hii mi nitampa KB. Lakini tu nikwambie, ukishikilia hapo utakuja kutufanyia maajabu sana baadaye, so usichoke mwanangu, okay. Makofi kwa KB, makofi kwa Bobo pia.